Mwenge wa Uhuru katika wilaya ya Tanga utakagua miradi saba yenye thamani ya shilingi bilioni tatu na milioni hamsini na nane na laki mbili themanini na tisa mia sita sabini na moja na, na miladi hii saba ambayo uta, uta, uta, uta, utakaguliwa, mradi wa kwanza ni ujenzi wa madarasa manne ya ghorofa, lakini matundu kumi na tatu ya vyoo na ofisi katika Shule ya Msingi Mbuyuni ambao mradi huu una thamani ya shilingi E, milioni mia tatu na themanini na nane. Lakini pia Mwenge e, wa Uhuru e, utafungua pia madarasa mawili ya mfano ya shule ya msingi Makibila e, madarasa haya yana thamani ya, ya, ya shilingi milioni sabini na laki moja Mwenge wa Uhuru pia E, utafungua ofisi ya kata e, Tongoni kwenye thamani ya shilingi milioni themanini na tano, lakini pia utafungua barabara ya Sahale ambayo imejengwa kwa awamu mbili, awamu ya kwanza na ya pili barabara yenye eh, kiwango cha lami urefu wa mita mia sita ambao imegharimu eh, milioni mia nne na themanini na tisa. Na vilevile Mwenge wa Uhuru utapita na kufungua jengo eh, la mionzi au X-ray katika Kituo cha Afya Makorora ambao ujenzi ule umegharimu milioni themanini na nne na ukizingatia katika eneo hili tulikuwa hatuna hatuna e, hatuna mionzi, tuna jengo la mionzi. Tulikuwa hatuna, hatuna, hatuna, hatuna, hatuna x-ray katika wilaya yetu ya Tanga. Kwa hiyo mradi huu unakwenda sana, tunakwenda kusaidia sana lakini pia utazindua uh, dira za ufungaji wa dira za maji kwa malipo ya kabla katika mradi wetu wa maji ambao ambao mradi huu umegharimu eh, bilioni moja na milioni mia nane sabini na mbili. Mradi wa mwisho ni mradi wa vijana ambao wao wanatengeneza gypsum na mradi huu una thamani ya shilingi milioni sitini na nane ambavyo nimesema awali, ukiangalia e, miradi yote ambayo inakwenda kupitiwa na mwini ina manufaa makubwa kwa wananchi wetu wa Tanga. Ukiangalia e, mradi ule wa ujenzi wa madarasa manne unakwenda kupunguza e, unakwenda kupunguza kupunguza idadi ya wanafunzi ambao walikuwa wanakwenda mbali, wanaoishi katika eneo lile pale na sasa hivi watakuwa wapata huduma katika eneo la pale lakini angalia e, tumeweza kutekeleza maelekezo ya mheshimiwa Rais. Eneo lile e, ukiliangalia ni dogo, lakini jiji e, tumeweza pale kujenga e, kujenga ghorofa, manake tumetumia nafasi ndogo tuliyonayo kwa kuweza kujenga ghorofa ili tuweze kupata madarasa yote saba katika eneo dogo, na wakazi wa eneo lile wanaokaa katika eneo lile wasiende kutafuta wasiende umbali mrefu kutafuta huduma hii ya, ya, ya, ya, ya msingi ya shule. Lakini e, utaona katika eneo letu la hapa mjini wakazi wa, wa maeneo haya ya mjini walikuwa mpaka waende katika hospitali kubwa ndio waweze kupata huduma hii ya x-ray, e, lakini sasa leo hii e, tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye kupitia serikali kuu wameweza kutuletea x-ray na sisi tumepambana tumejenga jengo lile la mionzi pale. Sasa e, wananchi wetu wataweza kuwa wanapata huduma ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mionzi, huduma x-ray katika hospitali yetu ya, ya, ya serikali. Huko siku za nyuma walikuwa wanakwenda tu kwenye hospitali hizi binafsi wanatozwa wana, hela wana, wana nyingi lakini sasa hivi kutakuwa na unafuu mkubwa. Kwa hiyo tunaona miradi inakwenda inakwenda inakwenda sana kusaidia jamii. Lakini angalia huu mradi wa maji ambao ni wananchi, huko nyuma wamekuwa kilalamika, wakati mwingine wanabambikiziwa bili. sasa sasa hivi unakwenda unakwenda kulipa kabla unatumia maji yako kulingana na jinsi ambavyo umelipiwa. Hakuna mtu ambaye atakubambikizia tena bili.